Uh, ili uh, shughuli ambayo tutaanzisha hivi karibuni hivi mak, uh, siku zijazo si ni ya kuhakikisha ya kwamba tuna sajili Wakenya wengi ambao uh, tayari hivi sasa tunadhani kwamba zaidi ya Wakenya milioni moja wa ambao wako tayari kusajiliwa hawana uh, uh, identity cards, ama hawana vitambulisho. Nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba tumewafikia pahali wa, walipo haswa tunaangazia sehemu ambazo zimeachwa si nyuma miaka mingi. Tunataka kuanzia pale, kwa sababu kwa miaka mingi wale ambao wanatoka pastoralist areas uh, hawajapata nafasi ya kufika afisi uh, ya registration kwa sababu ya kuwa ni mbali, na sababu zingine za kwanza kwamba wengi wao katika hizi za sehemu ambazo zimetengwa si miaka mingi, hawakuwa awa na uwezo ya kulipa shilingi mia tatu ili kuweza kujisajili. Hivi sasa tunataka kupeleka huduma hizo karibu na wao sajili, na kuwarudishia uh, vitambulisho uh, vyao, kwa sababu sehemu mingi sasa hivi watu we, wengi hawapati sha na uh, kwa sababu hawajarejista kwa sha, kwa sababu hawana ID, na wengine walikuwa wamekaa miaka mingi, wengine hata wamepita miaka, kuna watu ambao miaka thelathini, arobaini, hamsini ambao kwa sababu ya ile samani ulihitajika kupitia wanajificha ms, huko uh, msituni. Hivi sasa tunataka kuhakikisha tunafikia kila mmoja na wale machivu wetu ambao sasa wanaenda wanaendelea through training. Uh, proposal moja yenye tulipewa kwa jukwaa la usalama ni kuhakikisha machiefs, so wamekuwa trained, na training yao pia inahusu jinsi ambavyo wanaweza kutupatia ama kufikia wakenya kwa mambo ya vitambulisho. Kwa hivyo tuko hapa leo kwa sababu hizo, na nina nina hakika ya kwamba kwa mwaka moja ujao tutasajili watu zaidi ya milioni moja. Tunataka kuwarai aswa vijana ambao wamefikia miaka ya kumi na nane kwamba sasa hii ni nafasi yenu, mupate vitambulisho vyenu ndio weze kujiunga katika shughuli ya ujenzi wa taifa na kujishughulikia kimaisha kupitia uh, kusajiliwa na kuwa uh, kutambuliwa uh, rasmi kama Mkenya ambaye amefika umri wa kuweza uh, uh, kufanya kazi.